Uwepo fake wa jezi feki unatishia utekelezaji wa ahadi za mwekezaji Jayrutty, ni maneno ya Ahmed Ali. Ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club Ahmed Ali anasema uwepo wa jezi feki unatishia hata uwekezaji wa ahadi za mwekezaji Jayrutty kwa sababu mfanyabiashara eh, alishapiga hesabu zake kuwa azalishe faida na zaidi ziada irejeshwe kwenye kusukuma ma masuala ya klabu, hivyo kununua jezi feki ama kuchapisha jezi feki kuna athiri mzunguko mzima wa biashara. Kumbuka mwekezaji ana kandarasi ya miaka mitano na ametoa ahadi nyingi kwa manufaa ya klabu. Hiyo ameyasema meneja habari kupitia Sport Extra ya Clouds FM, ambapo wengi wamedai kwamba kitu ambacho kimeweza kutolewa na klabu ya Simba kupitia meneja wake ni klabu, ni kitu ambacho kinaweza kuwa pa hofu mashabiki kudai kwamba kama ahadi ambazo aliweza kuzitoa mwekezaji mpya huyo wa utengenezaji wa jezi za Simba Sport Club kuweza zitamfanya kuweza kutotimiza ahadi hizo ambazo ameweza kuzitoa. Ikumbuke kwamba ana mkataba wa miaka mitano na ahadi alizozitoa, alizitoa ahadi nyingi zaidi. Huku alitoa ahadi, baadhi ya ahadi ambazo alizitoa ni pamoja na kujenga uwanja wa kisasa ambao utakuwa na uwezo kuingiza mashabiki elfu kumi na zaidi, lakini pia kujenga ofisi mpya za klabu ya Simba pamoja na ofisi za idara ya habari, lakini ni kuweza kumnunua mchezaji mmoja ambaye ana X factor ambaye ni

mashabiki kila eh, dirisha dogo lakini ni pamoja na kununua gari aina ya ilizi ambayo kwa sasa ilishafika. Kitu kingine ambacho aliweza kuahidi, aliweza kuahidi vitu vingi zaidi ambavyo atavifanya, kuweza kutoa pesa takriban milioni mia moja kila nafanyika Simba Day. na pesa nyingine nyingi ambazo Simba itakuwa na shiriki kwenye mashindano ya kimataifa, lakini imeelezwa kwamba uenda akashindwa kufanikiwa kutokana na mzunguko wa biashara yake kuwa mfinyu kwa kuwa jezi feki zinavyokuwa nyingi mtaani, basi zeye zinamrudisha nyuma kwenye mafanikio yake ya kuweza kuuza jezi na biashara yake kudorola, kauli ambayo wengi wameipinga kwa kudai kwamba ameanza kujitetea mapema ili mwekezaji huyo asiweze kutekeleza yale aliyoyaahidi, kwa kigezo hicho cha kuwa kuna jezi feki, ili hali walitangaza zimeisha.